Mtazamaji, mkuu wa idara ya ulinzi wa misitu nchini Alex Lemarcok ameagiza kusitishwa mara moja kwa ujenzi wa vyumba vya wageni ndani ya msitu wa barabara ya Ngong jijini Nairobi. Hatua hii imechukuliwa siku moja tu baada ya Citizen TV kufichua madai ya unyakuzi wa ardhi ya msitu huo na mwekezaji wa kibinafsi anayedaiwa kuanza kujenga hoteli msituni. Willusige na taarifa hiyo. Siku moja baada ya runinga ya Citizen kufichua madai unyakuzi wa ardhi hii ndani ya msitu wa barabara ya Ngong na mwekezaji wa kibinafsi kwa ujenzi wa vyumba vya kifahari vya wageni, kwa mara ya kwanza kamera za wanahabari ziliruhusiwa kuingia eneo hilo tata, huku mkuu wa idara ya ulinzi wa misitu Alex Remarkoko akitoa agizo la kusitisha mara moja ujenzi huo hadi mashauriano ya pamoja na washikadau wote yafanyike are hereby suspended. There will be no activity ongoing here now until uh, we undertake uh, a comprehensive consultative uh, meeting with uh, all the stakeholders. Idara ya ulinzi wa misitu ikijitetea kuwa mwekezaji huyo alipata zabuni ya miaka mitano kwa njia ya uwazi na mradi huo haungeathiri mazingira. Wamedai kuwa mchakato wa tathmini ya athari kwa mazingira ulifanyika na maoni ya umma yakawasilishwa kwa NEMA. We have a Kulingana nao, huenda wanaopinga mradi huo ni wale waliokuwa wakilenga kupata zabuni hiyo, lakini wakakosa. There is an issue of conflict of access. Hata hivyo kufikia sasa hakuna nyaraka wala tarehe rasmi zilizoonyesha iwapo maoni ya umma yalipokelewa na ripoti ya NEMA kuhusiana na adhari za mradi huo kwa mazingira imewasilishwa. Jina la mwekezaji pia limeendelea kuwa siri. Huku idara ya misitu ikiwa tayari imesitisha shughuli zote za ujenzi katika msitu huu wa Ngong, Wakenya bado wanataka kufahamu ni kipi kilichojiri hadi mwekezaji huyu akapewa ardhi. KFS sasa ikisema itakuwa inatoa stakabadhi za kuonyesha kwamba mchakato huo ulifuatwa. Wili Lusige, Runinga ya Citizen, msitu wa barabara ya Ngong, Nairobi.